Kuungana na wenzangu kuwapongeza na kuwashukuru sana walioandaa wa hafla hii katika wakati huu tulionao ambao ni wakati mwafaka. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, chini ya Samahat Mufti Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana ametuhimiza sote Waislamu wa Tanzania kwa ujumla bila kujali taasisi zao bila kujali e, itikadi zao tuwe kitu kimoja, na pale tunapokutana katika jambo la maendeleo, utaasisi, umadhehebu na mengine yanawekwa pembeni. Tunazungumzia jambo moja la Uislamu na kuwa pamoja na kuwa kitu kimoja, hasa tukiwa na mambo mazuri ambayo yanagusa maslahi mapana ya Uislamu na Waislamu pamoja na maendeleo ya nchi yetu. Shekudecha, kwa niaba ya Baraza Kuu na jumuiya na taasisi, ni kupongeze kwa hatua hii ambayo imefanyika leo. Hakika wakati tulionao na mada ulioileta pale, kwa kiarabu tunasema ni kadhia tu saa ndo jambo lenyewe tulilonalo kwa wakati huu, jambo lile pale. Kwa sababu muda ni mchache, hatuwezi kuzungumza mengi, twende kwenye pointi ambayo amezungumza hapa Shendauga na wengine waliotangulia. Tusiwe watu wa kulalamika kila siku na watu wa kusimama kusindikiza watu, lakini baadaye tunakuja kulalamika. Kumbe fursa tunazo, tunatakiwa tutumie fursa zetu. Hauwezi ukaenda kuswali bila kuandaa udhu. Wakati huu sasa tunatakiwa tuchague viongozi. Viongozi hawachaguliwi ila kwa sifa mbalimbali, mojawapo ya sifa ni hii tunayoelekea katika uboreshaji na uandikishaji wa daftari la wapiga kura. Tuwe na sifa hiyo namba moja. Lakini la pili, sisi kama Waislamu tusibaki nyuma kukaona kwamba tunatakiwa tuwasindikize wenzetu katika kufikia safari hiyo. Tunasema safari ya ahadi. Hapana, sisi ndio wenyewe. Pia tunatakiwa tuwe miongoni mwa wale ambao wanatakiwa washiriki katika uchaguzi, katika kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo e, ulichofanya Shekulecha na wenzako ni jambo zuri sana na ni jambo la kuungwa mkono, lakini yote hii ni katika kutekeleza ile adhma ya kuiweka nchi yetu katika amani na utulivu, kwa sababu swala la uchaguzi ni swala moja nyeti sana nlinahusisha na Watanzania wote na sisi Waislamu hatuishi katika kisiwa. Sisi Waislamu jukumu letu pia ni kushiriki katika mambo ya jamii yanayotutengenezea ya mwafaka na ustawi wa jamii ya nchi yetu. Swala la kujiandikisha kupiga kura ni swala muhimu sana. Nilikuwa na nukuu baadhi ya wa, wa, mashehe wanaosema moja ya kuwa na imani ni katika mtu kupenda nchi yake na kupenda vitu vyake. Sasa sisi tukiwa na imani nzuri, hubul watan, lazima tuingie katika hili ambalo tunalo sasa hivi, tujiandikishe tushiriki katika kupiga kura, na tushiriki pia katika kugombea, na sisi tukapigiwa kura, tusio wasindikizaji. Wakati wa kulalamika haupo, jahilia ya zamani sio iliyopo sasa hivi. Hakuna mwislamu anayeweza kulalamika kwamba hana access ya kupata elimu hana access ya kupata mali, hana access ya kupata uongozi. Hayo sasa hivi hayapo na viongozi wetu wamejitahidi, na mazingira yamewekwa sawa kwa kila mmoja. Mwenye uwezo wa kugombea ubunge ha, aende akagombee. Udiwani aende akagombee. Na sisi katika sera zetu kama waislamu tunazungumzia kumtafuta kiongozi mwadilifu, yule tutakayemuona ni mwadilifu, ni mkweli na, na na sifa zilizotajwa na dini yetu kuwa katika nafasi ya uongozi basi hatuna shaka katika kuwapa nafasi hao viongozi. Kwa hiyo niwapongeze sana na niwaombe sana tuwe mabalozi wazuri katika maeneo yetu. Leo hii kuna sehemu ukipita imebaki nadhani siku tatu zoezi li, li, li, li, limalizike. Lakini kuna watu mpaka leo hawajui kwamba kuna zoezi linaendelea viongozi tulioko hapa tuwe mabalozi wazuri wa kufikisha ujumbe katika maeneo yetu tuhakikishe kwamba sote tunalitimiza eh, agizo hili la uboreshaji wa daftari lakini pia tuwe na sifa ya kupiga kura natakiwa tuwe update tutakuwaje update tukae tuzungumze sio jambo la aibu na tutakaa wenyewe kwa wenyewe wataalamu tunao vijana wetu wapo ili mradi twende katika hatua kwa hatua twende mambo ambayo mamlaka ya nchi inataka, tusiwe nyuma, tukidhi mahitaji yanayotakiwa kwa namna nzuri inayofaa, lakini pia tukianza, na hata ili zoezi la uboreshaji wa daftari la wapiga kura, na pengine hata huko baadaye kuwapata wanaogombea katika nafasi za la kura. Lakini pia sisi tujitahidi sana, sisi tunapokuwa viongozi tusiegemee upande mmoja, kama mwenye wake wawili anavyokatazwa kufanya hivyo. Ehe, usiegemee kwa mke mmoja ukamsahau mke mwingine. Nyie ni viongozi, kwa hivyo waumini wenu wanaweza kuwa wanatoka vyama mbalimbali, usiegemee mahali pamoja, toeni mielekezo mizuri. Lakini tunafikiri ili jambo linaweza kutusaidia sana. Tuna nafasi ya kumshukuru Mama Samia. Palikuja hapa malamiko na nini kwamba mama Samia, alipokuja alikuja na kishindo, tukwa furahi kidogo, alituanza na surprise, katutolea mashehe wale na nini, lakini kuna bado wengine wapo. Njia nzuri ni kuendelea kumuomba, njia nzuri ni kuendelea kurai. Na leo naeleweka vizuri eh, sisi pamoja na jambo hilo kwa Uislamu, lakini inawezekana yako makosa tumefanya. Kwa hivyo tuendelee kurai, ili tuweze kufika mahali panapofaa. Kwa hivyo ndugu zangu, naombeni tunakutana katika madhumuni ya kukumbushana hayo, lakini pia tutakumbushana wajibu wetu wa kidini kama waislamu na kama viongozi. Mashekhe wako hapa kutoka uh, taasisi zetu mbalimbali. Tumeambiwa hapa kwamba tuna tabia ya kulalamika na ni kweli, kuna baadhi yetu tuna tabia ya kulalamika. Lakini tunalalamikia kitu gani? Kwani hicho tunacholalamikia tunashindwa kukitafuta na kukipata? Hatushindwi, na kinapatikana vipi? Tunajua na tunaweza sasa. Kwa maana hiyo, upande huo nao ni upande ambao ukitaka unao haukutaka upo. Kwa hiyo tujitahidi sana katika janibi ya aqadi. Kama maimamu, sisi ni maimamu, janibi ya ibadi tumo, tuwahimize watu janibi ijtimai, mambo ya kijamii tuhimize watu. Na miongoni mwa mambo ya kijamii ndio mambo hayo ambayo ni mambo ambayo yanahitaji sisi tuwe na nguvu na mchango katika hiyo keki katika nchi yetu, ni swala ambalo tusiliache nyuma, litakuwa tunapoteza fursa wenyewe bila sababu ya msingi. Na mnafahamu mala yatimu luwajibu ilabihi fahuwa wajibu, jambo ambalo jambo la wajibu halitimii ila kwa hilo, ni wajibu jambo hilo sasa leo sisi tunataka ni lazima, sio kwamba ni siri, iko wazi, na si kama imamu na waalimu wa madrasa na mashehe na mara kadhalika na wote, lazima tuwe na nguvu ya pamoja, kwamba tunatakiwa kulinda amani yetu katika nchi yetu. Tunatakiwa kuchagua watu wazuri, tukawachagua, tunatakiwa tufanye hivyo, lakini lazima tuweze kule kujiandikisha, kwasi tujiandikisha, ndio sasa tueje tufanye hayo mengi sana ambaye ni mazuri na tuwe na busara na mkakati ambao Uislamu ni wajibu wao kuwa nao. Hiyo ndio jambo ambalo mimi nimeona nijihusie nafsi yangu na vivyo hivyo nikuhusie ndugu zangu. Tangazo lile pale ni muhimu kwelikweli. Na mimi shekhe, acha kwanza, nakuja haraka haraka, mimi tayari leo, si ndo kuhakiki huko jamani? Yeah. Si mimi nimehakiki bwana nimehakiki vizuri tu nimehakiki na inshallah nataraji hadha niongoze pamoja na ndugu zangu nyinyi tuwe na nguvu ya pamoja basi tuhakikishe kwamba amani yetu tunaiweka na inadumu ili na sisi tuweze kufanya mambo yetu inshallah taala, na nakualikeni baadhi ya na kadi haya ulama tunakutana tarehe 23 mkutano utazungumzia masala ya wakfu lakini una mkakati wake vile vile kwamba taasisi zetu hazina ile istidama ile sustain ile utu, utulivu kwa sababu pesa. Sasa tuwahimize wenye pesa watoe wakfu zao, ili taasisi zetu ziendelee. Hiyo ni kauli mbiu ya haia ya mwaka huu wote, inshallah, kwa faida ya taasisi zote na jumuiya zetu zote. Sisi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.